Moi University tarehe 11 Januari 2021. Chuo kikuu cha Moi ni kati ya vyuo wanachokiita kikuku. Wasiolijua ni kuwa nazi komavu hujulikana kwa ganda chakavu. Tuliangazia kilimo cha matufaha, ufugaji wa ng'ombe, biashara katika soko kuu la Maps na kufuzu kwa wanafunzi. Andamana nasi tukujuze makuu na ukuu wa chuo kikuu cha Moi. Chuo kikuu cha Moi kimenawiri katika sekta ya kilimo na ufugaji. Yeah. tulizuru katika sekta ya ufugaji na kilimo kwenye wakulima wenye tajriba kubwa ambao walitueleza kuhusu mifugo ambayo walikuwa ni pamoja na ng'ombe na nguruwe ambao wanatumika kwa kutoa maziwa na nyama. In case, if you are a breeder, a tuwe ni mkulima wa kawaida, unataka ku, ku improve your quality kwa bei nafuu kabisa. Nyama za nguruwe pia ni pamoja ya zao kuu la kilimo cha wanyama hawa. Si nyama tu, bali ng'ombe na nguruwe hutoa samadi ambayo hutumika kama pembejeo kwa ukuzaji wa matufaha. Nguruwe ni wanyama spesheli na pia jinsi ya kuwafuga ni spesheli. Nguruwe hawa hufanyiwa uzao kwa ukaribu na damu haswa hili hufanyika mkulima akitaka kuwa na nguruwe wa uzao mmoja. Vilevile wengine pia hukatwa uume wakisha kuwa wakongwe, ili wasiasiri nguruwe jike wakiwa na ujauzito. Umejua kama kuna nguruwe it's very good for pork. Na kuna ile very good for mutton. Pork ni ile yenye badi kwa changa kama hii, but mutton ile ikomachua kama ule, so tukikinja kwa kata mutton Yeah, so, na depend kama hii, this is large white, pure large white. Tuko na Landrace, tuko na Wessex Saddleback, tuko na Black Persian. So we have different breeds na iko na disadvantage yao. So kama mkulima anaweza sema, I want a quality niko na large white but nataka quality yenye iko kwa Landrace. So you just cross breed, unachukua mama yako, unaongea na mkulima mwenye ako na ndume yenye ya Landrace wana breed ukipata mtoto, kuna boss qualities like for example, tumepata ng'ombe moja pale, haiko piwa ni fresa na ni jazi wapo, yeah, yeah. katikati Karibu kwenye chuo kikuu cha Moi ambapo tuna shamba la bustani tunafanya ukulima wa mseto ambapo tunapanda boga za majani kama vile spinachi na sukuma wiki. Pia katika shamba hili tunapanda matunda kama vile tufaa, maembe na ndimu na machungwa. Shamba hili linasaidia wanajamii uh, kwa kuwapea fursa ya kazi wakati wa mavuno. Chuo kikuu cha Moi kina shamba lililoko takribani kilomita kumi kutoka chuoni. Kilimo cha tufaha kilianzishwa mwaka wa 2021 chini ya uongozi wa Profesa Isaac Kosigei. Shamba hilo lina ekari 480 za ardhi ambapo wanafanya kilimo mseto, wanapanda matunda kama vile tufaha na mboga zingine za majani kama spinachi. Pia wanapanda matunda mengine kama machungwa, ndimu na maembe. Wanatumia mbinu ya kunyunyizia maji kama vile drip kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Kuna maporomoko ya maji karibu na shamba ambapo wamechimba mitaro ili kutoa maji zaidi ya kunyunyuzia shamba. Hili linasaidia kurudishia jamii kwa kutoa fursa za kazi, ambapo wameajiri wafanyikazi shambani na pia kulinda dhidi ya wanaovuka. Kuna uzalishaji mzuri kwa kila mavuno, ambapo wanavuna zaidi ya matunda elfu ishirini. Pia kuna uongozi bora na wana ofisi za kuhifadhi rekodi zao. Kila siku ya Jumamosi, wafanyabiashara hukusanyika sokoni humo ili kufanya mauzo. Vilevile vile, wanafunzi wamerahisishiwa kazi kwani soko hilo lina kila kitu kinachohitajika na wanafunzi au wanajamii kuyakimu mahitaji yao kiasi cha haja. Wanabiashara wanasema kuwa soko hilo limeweza kuwasaidia kwani wanunuzi takriban elfu thelathini hufanya manunuzi yao kila Jumamosi. Kwae, ni na faida kem kem? Kwanza, ni ati naweza kujikilia mahitaji yangu. Pili ni ati pia naweza kuwasaidia wanafunzi wenzangu kadhaa ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Baadhi ya wanafunzi ambao pia ni wanabiashara wanasema kuwa soko hili limekuwa nyenzo muhimu katika kipato chao. Hilo ni baadhi ya jambo chanya katika chuo kikuu cha Moi. Kwa sasa wanafunzi ambao wanafunzi, wa mbao, like, wanafunzi wa wana pesa. La pili ni hali ya hewa, mara nyingi unapata kwa like, msimu wa mvua so like, kunaponyesha, inapindi inabidi sisi tufunge kazi zetu. Hivyo chuo kikuu cha Moi ni chuo kinachotoa mafunzo ya kielimu na maisha kwa ujumla, hali ambayo imepelekea kutoa wanafunzi wenye tajriba kubwa na maarifa maishani. Si hayo tu, chuo kikuu cha Moi kimetenga sehemu maalum kwa ajili ya soko ambalo ni la manufaa kwa jamii na kwa wanafunzi wa chuo kikuu kwa ujumla. Soko hili limewezesha wanafunzi kuendesha biashara mbalimbali ili kujikimu kimaisha. <manyangu> Chuo kikuu cha Moi ni mojawapo ya vyuo vikuu bora nchini Kenya. Chuo hiki kina idara mbalimbali mbali za shule ikiwemo shule inayotoa mafunzo ya kitaalamu kwa wanafunzi wa afya iliyoko katika mji mkuu wa Eldoret. Shule inayotoa mafunzo katika biashara, utalii na sheria iliyoko kilomita chache kutoka mji wa Eldoret Annex. Na katika chuo kikuu kilichoko katika eneo bunge la Kesses kina idara mbalimbali ikiwemo shule inayotoa mafunzo katika fasihi, sayansi ya kijamii na masomo mengine ya kibinadamu, shule inayotoa mafunzo kwa wanafunzi wa elimu, shule inayotoa mafunzo katika kilimo na ujasusi, shule inayotoa mafunzo katika uhandisi na mengine mengi Simu. Ama uwanja huu ni mahali ambapo sherehe za kufuzu hufanyika almarufu Pavilion Grounds. Wanafunzi huketi hapa ili kupokea vyeti mbalimbali walivyosomea katika kozi mbalimbali mbali chuoni humu. Hali ya kawaida katika uwanja huu huwa ya furaha, wanafunzi wakiwa pamoja na wazazi wao kusherekea sherehe moja hadi kingine, daraja ikiwa hapa daraja ya masomo, na kuelekea kule nje. Wanafunzi hushauriwa kutumia tajriba na ujuzi waliofunzwa kujiendeleza kule nje. Changamoto ni nyingi. Tuliingia wakati ambapo COVID ilikuwa imeanza eh, ambayo ilizuia ili delay even our transition into university. Lakini eh, changamoto zinginezo ambazo, ambazo tumepitia ni migomo ya walimu na one major challenge nitaita What we call in campus or in university lingua, kuinama. Staying hungry, kukanja almost the entire day. Chuo kikuu cha Moi imechangia kujenga na kuwakuza watu maarufu nchini Kenya akiwemo Daktari Nicholas Moragore, mwanasiasa Joshua Kutun, Eden Dwale na naibu wa rais Abraham Kithore Kendeke. Chuo Kikuu cha Moi na sherehe yake ya 46 ya maafali kufuzu, wanafunzi wengi walishahidi jinsi taasisi hii imewasaidia kujikita na kuwafanya kuwa bora. Baadhi yao wakaponyeza kuwa watarejea kuendeleza masomo yao katika chuo hiki. Hii hapa baadhi ya majibu tuliyopata kutokana na maafali hao siku ya kusherekea kufuzu kwao. Mm, nirudi nifanye masters. I will come back. Nitarudi as soon as possible kuendelea na masomo yangu ya mm. I can't remember if it is uzamili, masters level and if possible doctorate level, and wakati moja basi ningetamani nikuwe lecturer katika chuo hiki.